Siku hiyo jioni, nyumbani kwake Yona, baada ya chajio cha, cha. Hakuna umeme. Sara na Yona ameketi kutazama, akuwa anapiga gumzo. Taa ya sola iliyo kwenye mleoleo, mleoleo wa meza inatoa mwangaza hafifu unaonyesha pa mbalimbali chumbani humo, kama vile vyombo vya kulia vilivyojaa mezani, mtungi wa gesi ulio chini ya meza, galoni kadha za maji zilizo pembeni mwa meza kit, kitanda alichokalia aa na stuli aliyokalia sana. Kimekuwa chakula kizuri sasa. Umeitimu mpishi, mama. Unajua mimi sipendi kupika tangu tangu zamani. Tabia gani hiyo? na hajamalizana Wanjai, nikiwa peke yangu, chai ya rangi na mkate kwenye tosha. tabia gani hiyo? Unaishi, kunaishi mimi ni tomboi mama. tomboi ni nini? kwa bahati mbaya ukwenda mbali kimasomo, kwa hivyo huwezi kujua siku kwenda mbali vipi? siku zetu msichana kisha kubalehe, basi ilikuwa hana amani, shinikizo moja kwa moja ia

msichana anaishi na kutenda mambo kama mlani. Anamtazama kwa muda. Kazi iko mwanai, ni wakati, mwajidanganya tu. Ujana ni moshi, utaona huo umekwenda na wakati. Akitabasamu ninaona, umeanza tena, wala sianzi. Hivi unavipika vizuri namna hii, unasubiri nini? Kuna raha, kuna raha kula wawili. Hata hizo chai zinapungua nyumbani. Anacheka. nilijua utamalizia hapo. Nilivyo dhalili hivi, sijui kesho imenifumbia nini. Nipe mjukuu ni mbebe kwa mkono mikono yangu, ili nipe baraka zangu, ninataka kuiona sura yake kabla ya maisha pakisoko. Ninataka nimwone somo yangu. Ndoa zenyewe mimi nimezogopa, mama Unaziogopea nini na zimekuwepo tangu enzi za mababu zetu? Mbona wenzako waziogopi, Kimi? Wenzako sasa wana nyumba zao, sababu ziko tele kama mchele. Mama, si walao huo mchele uonekana wakati. Angalia, telo, mm -hmm. kilo inayatia, kilo, kilo wa jicho angalia mama, madaktari wameeleza chanzo cha maradhi hapo. Haya ndoa imeacia, ndoa maisha yazo imekujatia msongo wa mawazo kwa kukarikiwa na hata kupigwa na baba. Sasa mimi inataka ina ina uhuru wangu, sitataka kupigwa kichapu cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngomo ukapigwa kwa funjo yote mpaka ukapasuka? Sikiliza Kim, si ndoa zote zinazotumbukia nyongo zipo za kupigiwa mfano. Kama yangu imeingia nuksi, haimaanishi yako vile vile itaingia. Kama unaisikitikia, unaisiki ya, ya neema, haimaanishi ya zote zinasikitisha. Zina pengine changamoto zetu zingekuwa funzo kwako. Sasa fanya uepuke mitego yetu mama. Mitego ifanani yako, yako si sawa na yangu, ndiyo. Ndiyo maana kumekusomesha uyatumie maarifa hayo kuendesha maisha yako. Kule shuleni hawafundishi u. Ndoa ni mtihani mkubwa kabisa nawe, umeshaona wengine wanavyofanya. A, ajabu ya ndoa ni kwamba unafunzi na kukabidhiwa cheti kabla ya kuibalia mtihani wenyewe. Mtihani huja baadaye, kisha mitihani hiyo haina silabasi mahususi.

maji yangekuwa yamewafika kisingo, basi wangeshindwa kuishi pamoja. Ndoa ni bembea, kuna wakati itakuwa juu na wakati itakuwa chini. Hizo juu chini, chini juu, ndizo utamu wake. Ni kama maisha kwa jumla, yanapata shuga hiyo, lakini pana shuga hizo ndizo hutupa kuridhika, hatimaye tunaponeshinda. Maisha yangekuwaje bila bila hali hii kubadilika? yangetu yagetusha anatabasamu. Unaelewa sasa, lakini mengine uweze kuinona ada yako na kukuwache ticha tu paa Meena, tatizo lako wewe ni kuniona mimi na dadako, ukadhani sisi ndio mwanzo wa mwanzo na mwisho wa yote ya usuyo ndo, wala hatuna matatizo makubwa vile unavyofikiri lakini nimeona ukatili wa baba ulivyokulemeza zamani. Watu walikuwa wakisema kuwa maneno hayadhuru, lakini tazama ya vizuri, tazama matokeo ya vipigo vyako. Naye neema ameolewa na mbaiji mkuu asiyejua maana ya familia. Hatuoni kama watu nyewe na mlake tu, hayo nashemejio na kuwasha sana, haifai hivyo. Waachie maisha yao wayaendeshe wa wenyewe, wa mwanangu Pilipili inakuwasha lakini bado watu huila. Birimbi ina ugwandu lakini bado watu huila. Mabenda nayo uteleza ajabu lakini bado watu uyawa. Asiyetaka kula uwasikitikia au hata kuwaonea wenzake kimya kinyaro, kwa walacha. La muhimu ni kula <coughs> aamasha <nafala>. ki <coughs> Ningesoma zaidi hakika, ningekuwa wakili mzuri sana. Hakuna mtu angenishinda kesi. Nyinyi ndio mnanidharau hapa, hamjui. Hizo akili zenu nimewaridhisha mimi, si kama za watoto wa Dina. Hivyo watoto wa Dina wanyamini elimu tu, elimu ni muhimu mama. Hekima pia nao ao watoto wanaye mtika. Mungu akupi yote, akikupa hiki anakunyima kile, akikupa yote hatakushinda, lakini amewabariki watoto wao kwa amani na upendo wa ajabu zamani walikuwa maskini kweli. Leo hii wana afadhali, wana, wana, kiasi kwamba uweze kujua kuwa jana ya wakukwa watu wa kutaja au kupigiwa mbali, kama alipigiwa ilikuwa kwa kuogeza bado huu. Um, mtoto hujui mengi. Nyinyi vile vile hali yenu haikuwa na afadhali. Kimya mangapi alisema kutuhusu. Tulichekwa na kusutwu si kwa umaskini, lakini kukosa kwa namna yoyote, ni maskini. Mtu huwa maskini kwa sichokuwa nacho. Sisi tulikosa nini? Kila jamuna, tulikosa mengi. Kwanza sisi wazazi wenu tulichukua muda kabla ya kujaliwa mtoto. Watu walituona maskini wa watoto, maskini wa kizazi, wakatulaumu na kutusema bila simile bila simile t kwafarijika na kwa kumpata neema na ninyi nkafuata bado, wakatuona maskini wambiki maskini wakushuka mkono uzeeni. Baba yetu alipofutwa kazi, wakatubadili wakatubalika, maskini wa fedha. Hatimaye wengine walitujenga, lakini kwa kudra za Mungu jazia hadi kuzaa baba naye

umemponyoka na kuteleza kama sabuni ya povu jingi, na kumwacha na kisomo chake tu. Moyo wa ualimu wa ukawa haupigi haupigi ndani yake, msaidia kujirekebisha siku zile. Ilikuwa hakuna hakuna, hata ninasahau, nina vitu hivi vinaitwaje, vituo vya kumsaidia mtu kujirekebisha. Anadakia hivyo, maskini baba watu walifikiri amekwisha, lakini kumbe fanaka inachomokea kwingine. Nasema mlango mau kiu nachoiaa ini ilikua wabawalikua aa, ndivyo ilivyo, ila haikuwa rahisi. Watu walitusema sana na wengine ukututenga, lakini kututenga, lakini hayo yalikuwa kama vishindo vya mashua na sisi kama bahari tuliacha yaende na kusukuma na wimbi waka, la wakati. Leo heshima inarudi, ombi langu lilijibwa nikafarijika. Heri tupumzike mapema ili kesho tuwahi mapema. Jogoo wa kwanza akiwika, nitakuwa nimeshika njia kwenda zangu.